kwa ucheshi wa kivyake tafrija zilizozingatiwa na utafiti wa kina hasa katika masuala ya afya. Hii ni sauti yake JB Wycliffe wa JB Wycliffe media, a social media tv. Kufaida kwa faida yako, mpenzi mtazamaji na msikizaji wetu. Hali ya hanga hapa na nyuki ni ubaridi, ubaridi manake. Takriban masaa kama manne hivi mvua ilinyesha, na unajua nini, tuko chini ya mlima Kenya nakuambia hapa ni baridi. Kama unatoka Nairobi na unakuja na nyuki, kama ujabeba sweta, jamaa, rejea nyumbani ukabeba sweta. Unajua vile nimevaa hivi, nimevaa marvin pia, wewe make sure umebeba marvin vile vile, maanake ukifika na nyuki utahisi baridi si kidogo. Hatari sana. Quarters Medical Clinic, sasa tunapatikana na nyuki kwa matibabu ya kifalme kwa bei ya mwananchi ya kawaida. Tembelea zahanati yetu. Tunapatikana mtaa wa majengo karibu na AIC Church. Karibu. Karibu. Sawa, leo hii nataka tuweze kuzungumzia madhara kwa mtoto ambaye mama yake anakunywa pombe akiwa mjamzito. Na madhara ya pombe kwa mtoto aliye tumboni anayekuwa ni makubwa sana. Mojawapo ya madhara hayo ni ulemavu wa akili. Kulingana na tafiti zilizopigiwa mfano thabiti, uh, I mean, utafiti za, za kina na za kuaminika inadhihirisha kwamba um, ulemavu wa akili ni hali ambayo inaweza mkumba mtoto ambaye mama yake alikunywa pombe akiwa mja mzito na kwa bahati mbaya, hali hii huenda isuguliwe mapema hadi mtoto atakapohitimu umri wa kwenda shuleni. Hapo ndipo walimu watagundua mtoto huyu athatmin ama hang'amui maneno kwa haraka. Vilevile vile kutakuwa na delayed speech, yani kwa kawaida mtoto anafika miaka fulani ndipo anaanza kuongea. But kwa huyu mtoto ambaye mama yake alikuwa akinywa pombe akiwa mjamzito, utapata kwamba umri ambao ataanza kuzungumza utakuwa baadaye sana kushinda kawaida. Kwa hivyo unaona, pombe ni kitu ambacho kinaweza mdhuru mtoto wako akiwa tumboni, ewe mama mpenzi mjamzito. Na si hayo tu, pombe yenyewe iko na madhara directly kwako, kwa wewe mama ama ye mtu yeyote ile anayekunywa pombe. Kwa hivyo the best way kulingana na the realm in the medical field, tunasema prevention is better than cure, or an ounce of prevention is worth a pound of cure. Tunahimiza kina mama na watu wote kwa jumla tuweze kujenga hulka nzuri ya kiafya ya kukunywa, ya kutokunywa pombe, bali kufanya mazoezi kukula vyakula ambavyo vina virutubisho, yani nutrients, kufanya kupata usingizi wa kutosha, alafu kukula at least or at most two meals, yani kukula kifalme asubuhi, kukula kama malkia mchana, alafu baadaye jioni unakula kama mtu aliye maskini. Kwa maana si lazima ukule jioni, unaweza kula tunda hivi, lakini umeisha umekula alkaline maanake atutaki asidi iweze kuingia ndani ya tumbo, huenda kulala nayo, pia inaweza kuletea madhara. Kwa hivyo tukijenga hulka nzuri ya kiafya utapata, hasa kwa yule mama mjamzito, mtoto wako atakuwa vizuri, na atakapozaliwa atakuwa ni mtu wa akili zake zikutimamu, atangamua maneno vizuri, be, he or she will be very quick to learn. Na utafuria namna mtoto atakapokuwa nakuwa Ujumbe huu tuweze kuzingatia kabisa kabisa kwa minajili ya kujenga watoto walio na afya nzuri, ili wakuja kuwa watu wa maana kabisa baadaye, kaisha maisha baadaye. Bas, sawa. hii ni JB Wycliffe, Social Media TV. Kwa ujumbe hizi na zingine, tufuatilie.